Ndege ya shirika la American Airlines ilishika moto katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Denver huko Colorado siku ya Alhamisi, na kupelekea abiria kushuka kwenye slaidi za dharura na kuingia kwenye bawa la ndege hiyo. Watu kumi na wawili walipelekwa hospitalini wakiwa na majeraha madogo, maafisa wa uwanja wa ndege walisema. Ndege ya Boeing 737-800 ilielekezwa Denver muda mfupi baada ya kuondoka kutoka Colorado Springs, Colorado. Wakati ndege hiyo ikiwa kwenye lango, injini ilishika moto na abiria wake wakaondoka. Kulikuwa na abiria 172 na wafanyikazi sita ndani ya American Airlines Flight 1006. Abiria wote waliweza kuondoka kwenye ndege hiyo. Shirika la ndege la American Airlines liliwaambia waandishi wa habari kwamba abiria waliondoka ndani ya ndege hiyo kupitia slaidi za dharura, njia ya kutoka juu na wengine kwenye daraja la ndege. Taarifa kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Denver ilisema watu kumi na wawili walipelekwa hospitalini wakiwa na majeraha madogo. Kulingana na Federal Aviation Authority FAA, ndege hiyo ilikuwa ikisafiri kutoka Colorado Springs, Colorado kuelekea Dallas, Texas ilipoelekezwa Denver baada ya hudumu kuripoti mitetemeko ya engine. Ndege hiyo ilielekezwa baada ya takriban dakika 20 kwenye safari na ilikuwa angani kwa takriban saa moja kabla ya kutua. Katika taarifa ya awali, shirika la ndege la American Airlines lilisema, tunawashukuru wafanyikazi wetu, timu ya DEN na watu wa huduma wa kwanza kwa hatua yao ya haraka na madhubuti, huku usalama wa kila mtu aliye ndani na uwanjani kama kipaumbele. Shirika hilo la ndege pia lilisema kuwa lilikuwa likipanga ndege nyingine kuchukua abiria sehemu iliyosalia kuelekea kulengwa Dallas Fort Worth. FAA inachunguza tukio hilo.